Salama salamakwema kabisa una kama chini. Unanionaje? Kwanza kwa nimependeza na furaha, mm. Eh unanifananisha na nani Rohan De Ro au Au <laughs> hivyo? <laughs> uh, <utako laughs> eh? Ah kwa sababu ananambia sana hivyo. Anasema sana. Enzi zangu nkua na kulasto wananijua Twanzia apo, apo. Naam. Beki lakini ana ni furaha gani? Ah, ni furaha sana. Kwanza nikupe kamba, wewe hujajua, nikupe habari, nani ndo pekee amepiga pasi nyingi kuliko mchezaji yeyote huko ndani. Rushine De Reuck nilimuhesabia mimi, sikupi ni ngapi, lakini wewe jua amepiga nyingi. Yeye. Yeye huyo. Alitoka. Kama huwa asinge assist na kushinda man of the match, angekuwa Rushine De Reuck, kwa kazi ambayo ameifanya. Naam. Kuna namna watu wanasema Leo hii mmecheza na watu ambao ni dhaifu kwa upande wako, nini ambacho unaweza ukawajia? Fountain Gate sio kipimo halisi kwa Simba hata kama tungepanga kikosi cha tatu au cha pili tungeweza kumfunga zaidi ya hizo, lakini kwa sababu tumetoka kucheza mechi ngumu tukiwa Dar ta, da Salaam Tanzania, Benjamin Mkapa, tukasafiri mpaka Botswana. Uh, CAF champion, CAF champions League, hakuna timu, hakuna timu nyepesi. Tunakutana mabingwa wote tumecheza mechi na tukaingiza maingizo sita wachezaji tofauti tofauti katika wachezaji hao, kuna wachezaji watatu ambao walikosa pre-season kabisa na wengine walichelewa. Ni ngumu sana, timu ni lazima iwe pamoja ili iwe timu kasa. Kama nimemwona Matola. Umenist... umenistopisha, sijamaliza eh. Wachezaji sita wameingizwa ambao ni wapya, ni ngumu timu kufanya vizuri kwa sababu haijakaa pamoja, lakini leo nimekuja kuona kitu tofauti. Kocha alijaribu kupanga tupate kutoka kwa spidi, lakini ilikuwa ngumu kwa sababu Kagoma na Mzamiru ulikuwa ameanza na mfumo wake uleule ule mama ambao hakutaka kubadilisha sana, 4 2 3 1 kwamba tutatoka kwa kutumia pasi fupifupi kama kawaida yetu, lakini tulikuwa tunapoteza mipira mingi pale kati kwa sababu tulimkosa mtu kama Ngoma ambaye anaweza kupiga mipira mirefu au akapiga mipira mifupi mifupifupi kutanua kutanua kutengeneza nafasi Eh, viatu vya, vya Ngoma kumaanisha Kante bado havijamtosha. Maana mpaka umemtaja maana yake kuna <coughs> umeliona. Baada sasa kuingia Kante first half, timu ikawa imetulia yeah, timu. Simba ni vile kwamba aliamua tu leo kutokuwa mkatili, yaani alionyesha roho ya huruma. Umeelewa kutaka kumchinjia huku. Ameamua kumchinjia hapa hapa. Kwamba lakini Simba ndo alikuwa anaamua mechi ishe ngapi? Sita bila tatu, bila au nne bila. Kwa hiyo ndo alikuwa na mamlaka, yeah, lakini hakutaka kuonyesha ukatili wapo watu ambao walikuwa wakibeza sana kiwango cha elimu panzo kuanzia mechi ya kwanza ya hapa lakini mechi ya pili ya kimataifa. E, we kwako unadhani ni nini ambacho kinamkumba elimu panzo? Sidhani hao walombeza wametumia kigezo gani, kwa sababu hii ndio mechi ya pili ya ushindani, mechi ya tatu ya ushindani baada ya ngao ya hisani. Uh, mechi ya kaf, kaf Champions League away mchezaji anaweza kufanya vizuri au wasiweze kufanya vizuri, na hii ndio mechi ya tatu. Wewe unavyoona leo kwa leo Mpanzo ukacheza vizuri, kacheza vibaya? Mpanzo amecheza vizuri kupitia mwalimu, mwalimu Mpanzo amecheza vizuri, niamini hii Simba unaoiona e, eh, ndio ile Simba ambayo kuna Chama, kuna Mixon, kuna Morrison, kuna Mugalu, kuna Kagere, kuna John Boko ili, ilimaliza ikiwa na wale watu wajuu pale. Wa, wa, wale watu wajuu walimaliza ikiwa na goli na hii ndio Simba ambayo tunaiona sasa hivi. Kila mchezaji anahitaji kushinda na kila mchezaji ana nguvu. Umemwona Morrison Morris, sorry Morris. Ni mchezaji ambaye anajua sana, amekosa mechi za ushindani, leo amecheza chini ya kiwango, lakini akimaliza kwenye ubora wake wa asilimia sabini tu, asifike mia, ni mchezaji hatari sana. Kwamba leo Morris amecheza chini ya kiwango, sio ubora wake ule ambaye namjua mimi, yani vile unavyomwona yeye, amecheza vizuri mimi naona bado navomjua mimi mimi ni mpenzi wa mpira, sio mshabiki. Morris amecheza ligi ya Serbia, Super League. Sio Masiara bro, kucheza Super League, umeelewa? Kule kuna Partizan kuna Crvena Zvezda, wote hao ni timu kubwa zinashiriki UEFA barani Ulaya, na bado alikuwa anaimbana nao. Nataka niambie kwamba miongoni mwa usajili bora ni wa Morris Abraham bila shaka, bila shaka, moja katika usajili bora ni Morris Abraham. Lakini umeridhika na kiwango ambacho kimeonyeshwa licha ya matokeo. Nimeridhika kwa sababu nilikuwa na yategemea, nilitegemea haya kwa sababu timu kama nilivyokuambia imetoka kucheza mechi ngumu ikasafiri muda ni mchache. Imerudi tena inapambana na ina mechi Jumatano CAF Champions League na mechi Jumatatu. Nilijua kabisa. Pia ukiacha hivyo timu ni kocha ni mpya. La, kocha huyu akukana na timu pre-season ndio mechi yake ya kwanza leo amesimama pale. Japokuwa sasa kuna nguvu kupitia matola lakini mwisho wa siku hii timu ili iwe timu lazima wachezaji wawe wa pamoja Simba utaiona ile katarudi kwenye falsafa yake kama simba mnyama. Mi nakupa hesabu kuanzia leo, mechi tisa mbele, mechi tisa. Atarudi kwenye ubora wake. kitu cha kwanza yoyote, kocha yoyote mpya anapokuja kwenye timu, kitu cha kwanza cha msingi, timu kama Simba anahakikisha kila mechi iliyokuwa mbele yake ni kushinda, alafu ndo anarudi kwenye falsafa ya timu. Hauwezi kurudi kwenye falsafa ya timu ikiwa una ushindi hapa sasa hivi. Kama ingekuwa timu haijashinda mi na wewe tusingekuwa tunazungumza hivi Mnelewa? Sasa hivi kitu ambacho wanachoangalia Matola na Moroko ni kwamba tumepata sawa, pointi tatu muhimu, tumepata clean sheet na magoli matatu. Lakini je, mapungufu madogo madogo yako wapi? Tunatokaje nyuma? Tunamalizaje? Tunaunganisha vipi timu? Ndio kitu cha msingi kwamba anaenda kufundisha mazoezini, ikiwa hana pressure kwamba kuna mtu ameniacha au nimesuru au nimefungwa, kwamba tayari hata akisimama hapa kocha akisema, sawa, unanilaumu kwamba timu haijacheza vizuri nikuulize swali sasa, kwamba timu imepata matokeo haijapata matokeo imepata matokeo. Atakuuliza, nina muda gani kwenye timu? Ana siku tatu, unaweza kumlaumu? Ni ngumu kumlaumu. Kitu cha kwanza natakiwa asifie kwamba timu imepata ushindi wa goli tatu na clean sheet. Hayo mambo mengine taratibu taratibu taratibu timu, tara, timu, tara, timu. Timu itarudi kwenye kwa Tasa. Jinsi ambavyo umetazama kikosi chako, nadhani kilio cha wana simba ni ni rasmi sasa, wanasema kilio kwisha, kwani kuna mtu alikuwa analia A ah, hata wao walikosaga mara nne mfululizo pia, anajificha kwenye hicho kivuli, ndio football ilivyo. Bado wa hamna uhakika wa kuchukua kombe bwana, mpinzani nini? Simba anabeba ligi kuu, atabeba FA, atafika mbali CAF Champions League, tofauti na tulipozoea kufika kwenye kwenye kota final. Sasa hivi anavuka pale palimbali, umeliona ile dude la Simba lilivyokuwa kubwa maema au wa, Mpanzo. Soa, hivi kwanza, mbona hujaniuliza kuhusu Soa? Tunaenda huko. Okay. Tunaenda huko. Okay. Soa, ukimzungumzia Soa, namzungumzia mbwa mwitu ambaye anabweka pale katika ile 18. Nafasi tatu anaweza kukufunga zote. Ni kwa nini watu wamefurahi kwamba kumuona kumwona Soa ameiscore leo? Ni kwa sababu wanajua kabisa ndio imeanza, maji yanafuata mkumbo, yake anza mkumba. Ndio imeanza ushaikukimbizwa na, na, na mbo mwitu. Usiombe sasa awe nataka chikitu chake alafu unacho unachowewe, usiombe Sa, e,